Na habari njema ni kwamba timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars hatimaye ilishinda mechi chini ya kocha Benni McCarthy, ikifunga Chad mabao mawili kwa moja katika jaribio lao la pili jana usiku. Pambano la kwanza kati ya wawili hao lilimalizika kwa sare tasa, siku nne zilizopita. Harambee Stars ilianza vyema katika mechi hii ya pili ya kirafiki dhidi ya Chad huku Marrakech, uh, ikifunga bao la kwanza katika dakika ya 18 kupitia kwa mshambulizi Emmanuel Osoro wa Talanta FC kabla ya kipindi cha mapumziko. David Sako aliongeza bao la pili na kuwapa Harambee Stars uongozi wa mabao mawili kwa nunge wakati wa mapumziko. Na katika kipindi cha pili Chad ilirudisha bao katikati ya kipindi, lakini hawakuweza kupata bao la kusawazisha. Harambee Stars ilitumia nafasi zake kikamilifu katika mechi hii ikilinganishwa na ile ya kwanza. na nimejituma, nimepata bao, nimepiga assist ni feeling poa sana. Duru ni kitu nimeishi kutamani na imehappen, na at least naona nimeanza na mwanzo poa. Squad iko ready. Ni do mafano watu waamini, wa Kenya watu waamini. Alafu pia sisi wenyewe tujiaminiane. Ju ukiona kama game tumecheza leo imekuwa competitive sana. Wenye watu wamekuwa wanacheza, wezi tarajia kuwa ni local players. Passing nini, creating chances zimekuwa high. They did well, they took their moments, they created so much more and um, yeah it was just nice to see that you were able to to start to see the way the way you want your team to play the way you want players to move and understand each other. Na mtazamaji taarifa hiyo njema kutoka kwa